Sio utamaduni wetu, shughulika na hili jambo. Wanaamua kujirekodi kuweka zihaka kusema maneno mabovu juu ya serikali, kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge wa ndani ya bwawa tulilitengeneza wenyewe. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikieni na kenge wa ndani, malize nao wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo. Mtu akipata uhuru, tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Kama tunataka tuende kwenye dibeti za matusi, tutafungulia doto magari mmoja tu, atamalizana nao bila kuweka mtu mwingine. Doto magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha, lakini imefika wakati, mheshimiwa waziri, kazi za ulinzi wa nchi hii zipo vizuri, kazi ya jeshi la polisi kulinda wananchi na raia na mali zao upo vizuri. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao, hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi angaliani kwa makini. Mheshimiwa waziri, umekuwa ukifanya kazi kubwa ndani ya serikali, umekuwa ukifanya mambo mengi ndani ya serikali, lakini kuna watoto sasa hivi ndani ya Tanzania pia wanaija, sio tamaduni wetu Sio utamaduni wetu, shughulika na hili jambo wanamua kujirikodi kuweka zihaka kusema maneno mabovu juu ya serikali kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge wa ndani ya bwawa tulilitengeneza wenyewe. Mheshimiwa Waziri, leo nadhani umeona wabunge wote wamekuja, letu kubwa wizara ni kuipongeza, ila tunataka mapambano dhidi ya mitandao iengezeke, kama mlivyoongeza nguvu kwenye masuala ya ujambazi, ubakaji, na huku kwenye swala la matusi, hususani Bora mtu akaye atutukane sisi wabunge, lakini sio kumgusa rais, sio kumgusa rais. Amebeba mzigo mkubwa, amebeba ameibeba Tanzania kwa mzigo mkubwa na kwa wakati ambao hakutarajia mama. Kwa ujasiri wake ametuvusha mama, kwa ujasiri wake amepeleka Tanzania hapa ilipo. Tunajua hakuna mwanamme rais rais anokubali kuona kwamba kashindwa na mwanamke namna mama yetu anavyofanya kazi. Kuna mataifa, kuna wanaume wanamonea choyo, kuna wanaume wanamonea wivu, lakini tunawaambia watulie. Hiyo ndo namna ya mwanamke anavyofanya kazi, na huo ndio jasiri wa mwanamke anavyofanya kazi katika kitu kitocholeta zuruba pamoja na mitandao. Mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania tunavumilia lakini tumechoka. Tunaomba mchukue hatua, hatuwezi. Jeshi la polisi, kila siku mama yetu rais wetu anahangaika, niboreshe wapi, niboreshe mishahara, niboreshe posho zao, niboreshe hichi, niwapatie magari, anahangaika kwa namna ya kipekee. Tumlipeni kitu kidogo tu, kumlinda yeye ni jukumu letu sisi, jukumu lenu nyinyi kama jeshi la polisi, jukumu letu sisi wabunge, lakini jukumu la watanzania sasa. Ni muda wa kumlinda rais wetu, ni muda wa kulilinda taifa letu kupitia rais wetu. Amevumilia, lakini naye binadamu anachoka, lakini tabia ya mama hawezi kusema kwa watoto wake kama anachoka. Siku zote mama hawezi kuona watoto wake wanalala njaa, yuko tayari kubeba jembe kulima ila watoto wale na kushiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kwenye masuala ya mitandao kuna mambo mengi, na hili swala la mitandao, mheshimiwa waziri, nategemea, nilishawahi kuzungumza nawe si mara moja si mara mbili, na nashukuru kuna baadhi ya vitu unaviona, unavichukulia hatua. Swala la mitandao limekuwa tishio ndani ya Tanzania. Kuna na wengine huwa wanaiga, wamo ndani ya Tanzania, lakini wanataka kuiga ambavyo vitu sio vya utamaduni wetu. Kati ya kitu kimoja mama yetu Samia anachokilinda kwa nguvu zake zote, pamoja na kulinda utamaduni wa Mtanzania, analinda amani ya Mtanzania, nguvu pekee ya kumpa kusimama sisi kama bunge tusimama sisi kama Watanzania kuhakikisha kwamba tunamwambia mama, songa mbele, tuko na wewe, tunahakikisha hakuna siku mama yetu atakayotetereka. Watanzania tunavumilia na tunavumilia na tena lakini, nafika wakati jeshi la polisi leo, wabunge tumeamua kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya, hatuna sehemu ya kusema kwa sababu ukija kwenye kila sehemu mama amefanya vizuri, na ameliimarisha jeshi la polisi vizuri. Tunachokitaka kwenu, mwende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Mwende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao, kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushimbeni na walikuwa nakuja na vyombo vya moto lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao kazi iliyokuweko kule. Vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao, kila mtu ana maneno na lugha anayozungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais, tumwangalie kwa namna ya kipekee toka siku yake ya kwanza. Wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais, ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tuliokuwekwa humu tusingeweza kuvumilia.